Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tuko katika kuelezea adabu za wazazi na tumeingia katika kukifasiri kilma cha birrul walidain. Nini maana birrul walidain? Ma huwa albir? Albir wenyewe yasema ni kalimatun jamia, ni kilma kimezokusanya, tatanawalu jamia sunufi alihsan chaingia katika kila upande wa kutenda mazuri. Zuri lolote laingia katika albir: kuwapumbaza, kuwaliwaza, kuwafurahisha, kuwachekesha, kuwashibisha, kuwalalisha, kuwakalisha, kuwasimamisha, kuwapa matibabu mazuri, kuwapa chakula kizuri kuwapa mavazi mazuri, kila aina ya uzuri ambao kwamba wazazi wapenda kufanyiwa. Uzuri kama huo ukifanya, huambia wewe antabarun, hata wabarawa wenyewe wakikuombea dua, kuambia Mungu atakujalia kupewa watoto bari, yani bar, wabaran biwalidayya ni mtendazema kila aina haina maana mamoja wa karimi lmuamalati na muamala uliokuwa mzuri, akikurukia wa usikasirike, wala takul lahuma uf, usionyeshe kuchoka, usionyeshe usi saama wala malama, kuchoka wala kulalamika, watibi lakhlaqi wa tayyib al akhlaqi, na tabia iliyokuwa nzuri, tabia ya kufurahisha, tabia ya kupendeza. Wa an yuhsina ilayhima bil muamala, na amiliane na wazazi wake kwa muamala waliokuwa mzuri. Wa bilqauli, kwa maneno. Wa bistimali al adabi, na kutumia adabu iliyokuwa njema. Walkhuluqi, na tabia zilizokuwa nzuri. Wabitaa na kwa kuwasikiliza na kuwatii na kuwafanyia ya watakayo. Wa bilbudi, yani luquqi, si tu utahadhari kuwakosea, utahadhari kuwaudhi, utahadhari kuwakasirisha, utahadhari kuwasikitisha. Unajua saa nyingine subhanallah

Fakad akahuma, yoyote atakaye kuwa huzunisha wazazi wake amewakosea. Mama leo kuanzia asubuhi tumbo lanikata, tumbo laniuma, mama mijana sikulala. Miskini mwanangu, sijui ana nini, sijui na mitihani gani, sijui. Mzazi atakosa raha. Hakuna mzazi utakaye kumshtakia akapata raha. Mama niko safarini, lakini na shida na matatizo na dhiki, sina raha, sina furaha. Mzazi hatolala, sijui afanye nini. Sasa ukiangalia, si nimemwelezea situation, lakini umemhuzunisha. Na kuna watoto, haswa wakiwa kwenye ndoa, mume wangu leo amekuja amenikorofisha bila sababu. Mzazi mtoto huyu huyu hajui kumwambia mamake ma leo tunkula skirimu, ma leo tunkula chipsi, ma leo tunkula kuku, yeye ni mabaya tu ndo kumwelezea mamake, mama anitukana, mama anitusi, mama anikosea, mume wangu mama, mama. Sijui, la haula wala quwwata illa billahi laliyul adhim. Sayyidna Abubakar Assiddiq radiyallahu anhu alikuja kusuluhisha baina ya sayidatina Aisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam ki tabia. Sayidatina Aisha anaona na haki fulani hajaipata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakasirika Mtume, akamwambia sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Aisha wataka tuhukumiane tumwete nani hakimu? Akamwambia babangu. Akamwambia, akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia ngoja nimuita. Akamuita ya Abubakar taala wahkum bainana, ndo tukue hukumu baina yetu sisi Saidnabbakari akaja Saidna Bakari akamwambia haya, nazungumze Mtume swaa sala. Akamwambia Saiathnaaisha, utazungumza wewe au nizungumza mimi? Saidatna Aisha akamwambia Mtume, zungumza, wala usizungumza ila la ukweli. Sadnabakari kamtoka kikofi. Mtume aasalam akamwambia mali hadha dautuk mi, sikukuita hili u ni mwanamke, zimempanda sasa hivi, hataki kujua masala ni ya utume masa. ye hamiliana na mimi kwa mani mtume, ye hamiliana na mimi ni mume wake, mpe nafasi akiwa amekasirika. La, ya Rasulullah, wewe umekuja mimi Rasulullah huyu hapa yashtakiana na mimi kama ni utume, ya nini kushtakiana? Mtume atakukosea la, mume wangu amenikosea. huu hako kwamba mtume amenikosea wala Sayyidat na Aisha hawezi kunena hasha radhiallahu anha wa ardhaha wa Haiwezekani Saidatna Aisha aseme mtume amenikosea, mume wangu. Hapa masala ni masala ya zaujun wa zauja. Saidatna Aisha akarudi kwa nyuma ya mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akawa amejibana. Mtume akamwambia Saidna Abubakar, we hufai basi, nenda, wakayamaliza. Saidna Abubakar akawa amekwenda kwenye safari zake, akirudi akipita, Aki nyumbani, usikia Saidatna Aisha na mtume wenyewe utekezana

mlipokuwa na ugomvi mmeniingiza mimi na sasa mko kwenye furaha na mimi niingizeni katika furaha yenu, ishahid katika hii. Ni kuonesha namna gani si kila mambo yastahiki kuelezewa wazazi. Kuna mambo mengine tusiwaeleze wa wazazi haswa, pia kuna na time ya kuelezana. Usiku wewe mzazi wako ataka kulala, wewe umwambie, amekupigia simu kujulia vipi mwanangu. Ah, mama ni hata leo hapa nyumbani sijui kama kutalalika na yeye, ushamkukosesha usingizi sasa. Sasa na Ali akatuwekea kaida man ahzana ah, walidaihi, atakaye kuapa kumtia dhiki, kumtia stress, kumsababishia dhiki, kumsababishia stress, kumkosesha usingizi mzazi wake, faqad aqahuma, ameshawakosea ependa maanake kuna watoto kila siku ni mashtaka, mpaka kuna baadhi ya mamama utawasikia akiona simu ya fulani, a'udhu billahi minashaitanir rajim, bismillah, sijui kuna nini tena, la ilaha illallah, subhanallah subhanallah, amswalie mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ipoke hapo, la asijue kama kuna mashtaka. Kuna watu hawajawahi kuwashtakia wazazi wao mi mke wangu amnfanya hivi, mi mume wangu amenfanya hivi, mi mke wangu amefanya hivi, mi mume wangu amefanya hivi, mi, mi mwanangu amefanya hivi. La, ya nini kutiana dhiki? Beba, tujifundishe kubeba majukumu, kubeba masuhulia, kubeba mazito, tusiwape wazazi madhaifu sana, wazazi kwa hiyo waza wa kijana, e, albiru ni mmoja katika masa, maana ya biri albudi yani, aluquqi kujiweka kando, kujiepusha, kujitenga na kuwakosea au kuwahuzunisha wazazi. Hapo nyuma tulielezea umuhimu wa radhi za wazazi na hatari ya kukosa radhi za wazazi. Ni kwamba wewe usiwe na haja kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, kuwa na haja utafute radhi za wazee wako. Ukisha kuzipata ushapata radhi za wazazi za Mwenyezi Mungu. Huwezi kukimbia radhi, eh, hasira za Mwenyezi Mungu mpaka ukimbie hasira za wazazi. Kwa hiyo wewe usiwe na haja kuangalia, hapa nitawaudhi wazazi Nitamuudhi Mwenyezi Mungu. Angalia, nitamuudhi mzazi mahala ukiwa, utamuudhi mzazi jua umemuudhi Mwenyezi Mungu. Lakini narudia tena, haimaanishi kila jambo ambalo kwamba lamuudhi mzazi lamuudhi Mwenyezi Mungu. Sangine mzazi weza kukwambia ni nitakaolewa na fulani. Fulani yule haswali, fulani yule hana murua, fulani yule hana tabia, fulani yule hana dini, fulani yule hana mazuri yote fulani ule hajui kuswali fulani ule hajui kujistiri, usipolewa si, mimi si radhi hapo. Hapo hakuna masala ya kupata radhi kwa sababu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliqi, hatufai kumtii kiumbe kwa kumuudhi muumba. Mamangu ala laini wa ras, mamangu we juu ya kichwa, lakini hapa mimi sifai kukusikiliza mimi sifai kukutii mimi sifai kukufuata, kwa sababu ulitakalo halitakiwi katika sharia. Kwa hiyo, mtoto siku zote yatakiwa iwe hamu yake, yatakiwa iwe malengo yake, yatakiwa iwe shauku yake, namna gani atapata radhi za wazazi ili apate radhi za Mwenyezi Mungu, namna gani atajiepusha na hasira za wazazi ili aepuke na hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mzazi amekuamrisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu halipendi wazi wazi, Mwenyezi Mungu halitaki wazi wazi, Mwenyezi Mungu halikubali wazi wazi. Mathalan, mzazi akakwambia, nataka uniletee pombe, nataka uniletee bangi, nataka uniletee miraa, nataka umletee mwanamume Nasalullah asalamatualafya, yafaa kumsikiliza? La, sitakosa radhi mimi hukose Mwenyezimngu subhanahu wataala, katika Qurani atuambia, wa inja hadaka ala an tushrika bi ma laisa laka bihi ilmu fala tutihuma, wanapokulazimisha uniendee mimi kinyume, unishirikishe, uniaswi, unikosee, usimsikilize mzazi lakini wasahibhuma fi dunia maarufa, suhubiana na wao katika dunia kwa wema, kana wao kwa uzuri. Yaani yule mzazi ambaye kwamba yeye amekuamrisha wenda kanisani, yule mzazi amekuamrisha wewe wenda tini ya mzimu, yule mzazi amekuamrisha wewe ufanye ushirikina, yule mzazi amekuamrisha wewe ufanye ukafiri Usimsikilize, lakini usimkate ya salamu. Angalia power ya mzazi. semi baba gani wewe, fadhali mi kutokuwa na baba. Yule baba alokutungozea binti yako, yule mama alokutukulia mume wako, yule baba alokunyang'anya shamba yako, yule mama alokupokonya dhahabu zako Yani swawirisha so mama amekukosea wewe, binti, makosa ambayo kwamba kila ukiswawirisha so hayaingiliki, yani mamangu yatembea na mume wangu, na wewe wasema babangu ametembea na mke wangu, lakini Mwenyezimungu akuambia wasahibuhuma fi fidunia marufa, mwishimu mwishimu. Kuwa hiyo ni mzazi, si lazima awe rafiki yako lakini lazima umuheshimu, lazima umuheshimu kwa nini? Kwa sababu ni mzazi, wajua. Ule ule kupewa yeye ni mzazi wako, ni Uislamu, ni cheo katika Uislamu kule kuwa yeye ni mzazi. Amesoma hakusoma, ni Mwislamu si Mwislamu, aamini haamini, yuwako kuamrisha mazuri, yuwako kuamrisha mabaya, wewe lako wewe ni kumsikiliza katika jambo ambalo kwamba Halendi na kinyume na sharia, lendalo na kinyume na sharia usimsikilize, lakini usimkate na mistaki, mistaki baba huyu, mistaki mama huyu. Jua kama umemkataa mzazi umemkataa Mwenyezi Mungu. Lazima umkubali umheshimu kama mzazi lazima

hawa wazazi wawili tunawazungumzia, juu la kuwa ni muhimu sana tuwaelewe, juu la kuwa ni muhimu sana tuwaheshimu, ila hata wao wanatofautiana, basi Mwenyezi Mungu amewaweka tofauti kwako wewe. Ni wote ni wazazi, lakini kuna mmoja ana daraja zaidi kwako wewe kuliko mwingine. an Bahzin bin Hakim an abihi an jadihi qala qultu ya Rasulullah, man abarru nani nastahiki zaidi kumtenda wema, kumsikiliza zaidi, kumheshimu zaidi, kumfanyia zaidi? qala qultu, qala ummak ummak, mamako, mama ana haki zaidi. Qala qultu thumma man, baada ya mama tumejua, daraja ya kwanza, first daraja ya kwanza ni mama. Kisha qala ummak, hata mara pili ni mama. Qultu thumma man, qala ummuk. Qultu thumma man, daraja ya tatu, qala ummuk. Daraja ya nne, thumma abaka, thumma al aqrabu fal aqrab. Hapa wanazuoni wakatuambia, lau babako akakuita sawa mamako, akakuita nda, kamsikilize mamako. Mara pili, baba amekuita, mama amekuita, kamsikilize mama. Mara ya tatu, baba amekuita, mama amekuita, kamsikilize mama. Mara ya nne, hapo una uwezo wa kwenda kumsikiliza. Yaani ukimaliza zile steji tatu zote mwanzo za mama, usiniambie sasa mama amenita na mke wangu amenita, mama na baba, mama amekuita na rafiki yako amekuita, mama kwanza. Utaona hadithi kama hini yatuonesha umuhimu sana wa kuwasikiliza mama, namna gani Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amejalia mama na haki zaidi kuliko baba, lakini suala si wote ni wazazi kwanza. Hakuna mwanaharamu wa mama, yawezekana wewe ukawa huna baba, lakini haiwezekani kuwa wewe huna mama. Pili, hakuna anaojua mashaka ya mtoto. Wajua kulea mtoto ni rahisi anapokuwa ashamaliza ile eji ya miaka miwili kulea mtoto akiwa less than 2 years chini ya miaka miwili ni dharubu sana. Hana uwezi kujua ni tumbo ni kichwa ni kugesi tu wewe miskini, mpe kalpol, anahoma kumbe hana homa, ni shikio la muuma, kumbe mikojo haitoki, kumbe sijui nini, kumbe sijui nini. Alhamdulillah, hivi sasa watu wameweza kuendelea sehemu kubwa sana na mimi ningependa sana kuwahusia watu wasome vilio vya watoto leo. Alhamdulillahi, kuna elimu kwamba ukimsikia mtoto yuwalia kilio fulani, jua tatizo lake ni fulani. Ukisikia kilio fulani, ukimsikia yuwalia bila ya ku ya kutetemesha miguu, anamaanisha kadhaa. Akitetemesha miguu, anamaanisha kadhaa. Yaani, ni kilio gani kitakwambia kwamba huyo ana njaa ni kilio gani kwamba huyu ana usingizi? Ni kilio gani kwamba huyu ameingia haja amejichafulia ya mchoma? Ni kilio kigani kwamba huyu kifua cha muuma? Ni kilio gani kwamba huyu mwana tumbo? Ni kilio gani alia, akilia aliakilia mwana kichwa? Alhamdulillah, wametumika wanavioni hivi sasa. Ni wewe tu ingia kwenye YouTube uandike tafsiri ya vilio vya watoto, utapata vilio na maelezo yake kwa ukamilifu ingawa sijaona kwa Kiswahili, lakini haswa Waarabu Masha Allah wameshinda hata Wazungu katika fani kama hini. Sasa mama akapewa, akapewa kipawa mbele kushinda baba kwa daraja tatu zaidi, kwa sababu miskini mama. Angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala semaje? asemaje wa khalaqnakum atwara, tumeomba sisi jilan baada jil, yani yani step step by step. Yanuarsh ngekua mwanamume akimwa mwanamke wakistarehe kutoka mtoto tumwa kwa kwamwa la maji yakae siku 40, yanatengeza environment ule mama aweze kuyakubali yale maji mwanzo, akaye ule mama, mama anze kamaona, mama hana raha Nyute humtoka utafikiri teja, hawezi kula, hawezi kulala, hichi hapendi maji baridi, hapendi maji moto, hapendi maji ya mfereji ya msumbua, maji ya chupa yana harufu, sijui mumewe, mara ananuka beberu, mara haya, anze mara tamani kula simiti, mara tamani kula majiwe, mara tamani kula makaa, mara tamani kula eh, vitu ah, sampuli sampuli sampuli sampuli. Subhanallah, dhiki zote hizi baba habari buheri wa hamsini fi qarari makini, yashajirisha hataki kujua. Mtoto amezaliwa, mama amebeba mimba, mimba imefika mwezi wa nne tayari fujo sasa. Mtoto ugonga, mtoto upija, mtoto hivi, mtoto hanilazi, mtoto hivi, mara klinik, mara sijui nini, mara si nini yote dharubu zote hizi ni mtoto anavyosumbua, yote anayompitia yanampitia mama. Kuna kunyonyesha ije wakati, mama atakunyonyesha akaekewa haki mpaka akaambiwa huna haki ya kula Ramadhani ikiwa huwezi kunyonyesha na njaa. Huna haki ya, ku... huna haki ya kufunga, huna haki ya kufunga Ramadhani ikiwa huwezi kukaa na njaa ukinyonyesha. Alipokuwa na mimba huna haki ya kufunga ikiwa mimba itakusumbua ukikaa na njaa, yote kutungua haki ya mtoto. Baba halina habari, ndo mama akapewa haki zaidi, sio ubaguzi la, ni yale majukumu aliyoyabeba mama ni makubwa zaidi kuliko majukumu ambayo kwamba atayabeba baba. Mwezingu atujalie ni wenye kufahamu kwa haya majukumu ya wazazi na tuweze kuyasimamia yatakiavo. Mwezingu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, atujalie min aladhina yastamiuna alqaula fayatabiuna ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.